Mtazamaji wa TV Media hapa niko katika ujenzi wa ofisi ya serikali ya mtaa ya Shangani West hapa Manispaa ya Mtwara Mikindani. Na niko na baadhi ya wananchi wa mtaa huu wa Shangani West wakielezea kuhusiana na juhudi ambazo wao wamezifanya kama wananchi kuhakikisha wanajenga ofisi hii ya mtaa hapa. Lakini pia wameelezea namna serikali ilivyoweza kuwaunga mkono kupitia Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mtwara mjini, Mheshimiwa Hassan Mtenga kwa kazi ambazo wamekuwa wakizifanya na kuhakikisha ujenzi huu unakamilika. Sisi kama wakazi wa Shangani West na wananchi wote kwa ujumla, hili ni boma la ofisi ya mtaa Shangani West, lakini pia tulianza kwa nguvu zetu wenyewe, kwa maana ya kuchimba msingi, kuishikiana kama wananchi wa Shangani West kwanza tulichimba msingi wesi wenyewe, lakini pia baada ya kuchimba msingi tulishirikiana pia na mheshimiwa mbunge. Mheshimiwa mbunge baada ya kuja kuona jitihada ambazo zilifanya na wananchi wote hususani kama wananchi wa Shangani West akasapoti vitu visofuatavyo: kwanza, awamu ya kwanza mheshimiwa mbunge alitoa kiasi cha shilingi milioni moja na laki tano kwa ajili ya kusapoti ujenzi wa msingi. Akaona haitoshi, tukamwendea tena mheshimiwa mbunge, tukamwambia mheshimiwa mbunge ujenzi wetu wa ofisi mta, ya mtaa unasuasua. Akatoa mifuko thelathini ya simenti kwa ajili ya kugonga tofali kwa ajili ya kuinua boma, lakini pia, pia mifuko thelathini tukajenga tukatengeneza tofali kwa ajili ya kujenga boma. Ikaona itoshi pia akaongeza mifuko ishirini kwa ajili pia ya kuongezea tofali mpaka hapo imefika kwenye kozi kumi na moja na tunavyoitazama wenyewe si wenyewe boma yetu lakini akawa itoshi, mheshimiwa mbunge akatoa bati 30 kwenye ofisi ya kata Shangani. Zipu, njiri, ya Shangani ambazo zipo lakini kwa ajili ya kupaua ingine kadhalika, mheshimiwa mbunge akaona itoshi, akaahidi ametupa ahadi kwamba atakapokuja kwenye awamu ya sita ukiacha hiyo awamu ya, ya, ya tano awamu hii ya sita ndiyo akaahidi kutoa msaada mwingine ambao mwenyewe aliahidi atatoa ni msaada gani kwa ajili ya kusimamisha kupiga kenchi na kadhalika. Mheshimiwa Mbunge amefanya vitu vingi sana. Ukiacha hizi tu nani ofisi ya kata ya Shangani. Amesaidia takriban kata nyingi tu kuwasaidia msaada kama sisi wenyewe ambao anatupatia msaada wa Shangani West. Lakini pongezi kubwa ziende kwa wananchi wote kwa ujumla wa Shangani West, wanajitoa kwa hali na mali kushirikiana kutokana na ile kazi tunayoifanya kwa sababu wenyewe ni mashahidi kwa watu wote, sio wakazi tu mashahidi, hata majirani zetu kadhaa wanaangalia ofisi yetu inaenda vizuri, tunashirikiana kwa umoja. Lakini pia niwashukuru ndugu zangu wa Veta, maana Veta watusaidia vijana wa ufundi stadi. Tunaendelea kushirikiana kama unavyoona, bomba hili hapa limeshaisimama na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ila kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa awamu inayokuja Mheshimiwa mbunge kufanya vizuri zaidi. Pia naomba nitangulize shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa mbunge wetu kwa sababu changamoto nyingi tulizokuwa nazo kipindi cha nyuma baada ya kuingia yeye ameanza kuzikapa na tunaona matunda yake. Hapo awali tulikuwa hatuna hata mwelekeo wa kuwa na ofisi, ila hivi sasa tuna ofisi kama unavyoona pembeni yako hapa. Hii ofisi ipo kwenye hatua za mwisho mwisho kukamilisha ujenzi. Asilimia sabini ya ujenzi wa hapa aliyehusika ni mheshimiwa mbunge kwa kutoa michango mbalimbali ya fedha na kutuwezesha kwa au, kutuombea mafundi kutoka VETA iko cha kwanza cha pili, ambacho kimetusaidia zaidi. Kwa mheshimiwa mbunge kwenye miradi yake ambayo kuja kuifanya kata ya Shangani, swala la barabara, barabara nyingi zilikuwa hazina taa, mpaka sasa tunavyozungumza barabara zimepata taa, zingine zinaendelea kufanyiwa ukarabati na kama unavyoona. Lakini pia tunaomba kusisitiza tena kwa mheshimiwa mbunge kwamba hasituchoke aendelee kutupokea pale tunapokuwa na shida, sisi wakazi wa kata ya Shangani wa, kuna swala la shule pale, shule ya Kambalage ilikuwa na changamoto nyingi sana ila hivi sasa tunavyozungumza changamoto zote zimekwisha, na kwenye ya nini, matokeo ya mitihani ya kitaifa shule imepanda na kuna jionea kweli kweli, na shule inazidi kutupa furaha, watoto wetu wanasoma pale kwa amani na furaha kubwa, majengo yamejengwa pale yamesimamiwa na yeye. Nashukuru sana mheshimiwa mbunge kwa hiyo. Uh, hadha mojawapo ambayo tunaipata kama wananchi, kwa sababu inatulazimu tukiwa na document aina yoyote tumtafute mwenyekiti nyumbani kwake au mtendaji kwenye ofisi ya mtu mwingine, kitu ambacho kiukweli kidogo inatubana kama wananchi. Hivyo basi mheshimiwa mbunge kwa kuonyesha jitihada hizi, na wananchi kwa pamoja tulishirikiana naye na bado tutaendelea kushirikiana naye. Tunaomba mheshimiwa asituchoke aendelee kutusapoti, aendelee kutusaidia hii ofisi ikamilike, na imani hadha nyingi zitakuwa zimepungua na mambo mengi yataendelea vizuri. Kama unavyoona hili eneo lina mambo mengi sana, mheshimiwa mbunge ametuahidi vitu vingi sana. Awamu yake nyingine inayofuata tutakuwa naye na tuna na imani atatusapoti zaidi ya hapa. Hivyo basi, niwaombe ndugu wananchi kuendelea kumshikilia huyu mbunge wetu na tuendelee kumpigania kwa kila haki na hali, tuone je, baada ya changamoto hizi kuisha, kipi manufaa mengine ambayo atatuletea zaidi, kwa sababu nilikuwa ni mtu ambaye anatuletea kila siku manufaa mapya.